Hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Siha, e, Clouds TV imelikita hapa kuhakikisha inakuletea taarifa za nani na nani wamefika katika ofisi hii, e, kuchukua fomu za mchakato wa awali ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa nia nafasi ya ubunge. Mapema mtu wa kwanza kabisa ninayekutana naye leo hii ni kijana kutoka katika wilaya hii ya Siha ambaye amefanya maamuzi ya kuja kugombea ni, kusalimiana hmm naye, lakini pia m, nitamani kujua undani hasa wewe ni nani. Inawezekana e, kuna watazamaji ambao e, wanakuona kwa mara ya kwanza. Wewe ni nani na nini hasa kilichokusukuma kuja kuonea nafasi ya ubunge katika jimbo hili la Siha? Nashukuru na, na, ndugu mwandishi. Mimi naitwa Kennedy Mmari, uh, ni mzaliwa wa jimbo la Siha. Uh, wilaya yetu hii na jimbo letu limenilea hmm na limeniwezesha kuamini kuwa ninaweza uh, kurudisha kwa jamii yangu. Uh, leo rasmi nimeamua kuja kuchukua fomu ya kutia nia ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Siha, uh, kuomba kuwakilisha wananchi wa jimbo la Siha. Nimejipima, nimeona kwamba ninaweza mm -hmm, na ninaamini katika umri wangu huu nina mengi ya kurudisha kwa jamii. Nina mm -hmm. uzoefu kutoka kote duniani na katika ngazi ya taifa, lakini nikasema kwamba moyo wangu bado uko hapa Siha mm -hmm, na ninaweza kuja nikakaa na wananchi wangu, uh, wakanituma nikaenda kwa kasi zaidi na maendeleo . Kwa hiyo kimsingi kabisa, uh, nia yangu imesukumwa na hilo. Nimejipima na nimeona kwamba ninaweza kusaidia wananchi wa Siha wakapata maendeleo kwa kasi zaidi. mm. mm. Miongoni mwa mambo ambayo wanachama Chama Cha Mapinduzi wamekuwa wakiyatumia kama kipimo kwa watiania ni pamoja na ushiriki wa muhusika katika masuala mazima ya chama. mm. Eh, labda katika chama kukoje hasa kwa nafasi yako? Uh, mimi nimeshiriki kwenye chama kwa muda mrefu. mm. Uh, na nimekuwa nikifanya shughuli mbalimbali mm za ushauri ndani ya chama na serikali aa, lakini vilevile nimekuwa mkufunzi kutoka makao makuu ya chama Dodoma aa, kwa kipindi kirefu ambapo tunashirikishwa aa, na kutumwa sehemu mbalimbali nchini kwa ajili ya kutoa mafunzo. Kwa hiyo nimeshiriki kwenye shughuli za chama zinazoonekana na zile zisizoonekana kwa kipindi kirefu. Wanachama wana na wasio wanachama wanakutazama hivi sasa. Unadhani fikra hizi mpya ambazo wanataka kuziweka katika jimbo hili, za, eh, jimbo hili la Siha ni zipi hasa? yeah, mtapatiwa zaidi hiyo ilani yangu, lakini kwa haraka tu ni kwamba cha kwanza, ninaamini kwamba maendeleo hayawezi kupatikana bila amani, utulivu na mshikamano. Kwa hiyo miongoni mwa vipaumbele vyangu vya kwanza zaidi ni kuhakikisha kwamba jimbo letu linaendelea kuwa na amani, utulivu na mshikamano. Uh, nitaendelea kujitahidi kwa kadiri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba wanasia wanakuwa wamoja, wanashirikiana na wanafanya kazi kwa juhudi katika kuchangia uchumi na maendeleo. Lakini hatuwezi kuyafanikisha bila kuwa na masuala hayo matatu. Lakini swala la pili ni kwamba dunia imebadilika mm. uh, na elimu na ujuzi uh, mwa, mwa uh, ni sehemu muhimu miongoni mwa ajenda zangu au vipaumbele vyangu ni kuhakikisha kwamba katika kipindi cha miaka mitano mm. shule zetu zinakuwa zimewezeshwa na maabara za kisasa za vifaa vya teknolojia ikiwemo kompyuta. Nafikiri tuna shule za msingi na sekondari jumla kama 80. Katika mitano ma, ni matamanio yangu kuhakikisha kwamba watoto wanaohitimu shule ya msingi na sekondari hapa hawaondoki wakienda kushangaa vifaa hivi vya kiteknolojia huko nje, au wanapokwenda, wanapaswa kuondoka hapa wakivifahamu na wakiweza kujifunza kupitia hivyo mm. Lakini jimbo letu ni, ni la kilimo eh, ni la mifugo na biashara mm. Eh, tunaweza kufanya masuala mengi kwenye kuongeza thamani katika mnyororo huo tuhakikishe kwamba yale mazao yanayolimwa hapa yanaongezewa thamani mm. lakini pia hata ule uzalishaji wa mazao ya kilimo na mifugo mm -hmm. Basi unaongezeka katika jimbo letu. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala matatu uh, yapo saba yataainishwa zaidi na mtapatiwa waandishi wa habari wa mm. kuweza kufahamu kwa nini nimefikiria kwamba kuna sekta nyeti ambazo tunaweza tukazifanyia kazi zaidi na zikachagiza ukuaji wa uchumi wa Wanasiha. Asante, mimi nikutakie kila la heri katika mchakato huu e, inshallah tutakutana siku ambapo utakapokuwa narejesha Nashukuru sana. Asante. Ah, uh, huyu ni mmoja wa watiania wa nafasi ya ubunge katika jimbo hili la Siha. Sina shaka watakuwa wamemsikiliza. Bado tuko hapa katika ofisi hizi za wilaya ya Siha. Nani wengine wanachukua fomu? Mimi ni Dickson Busagaga na hii ni Clouds TV.